Gharama yote kwa jumla uh, ni karibu milioni tatu ambayo inatakikana matibabu uh, kwa hospitali na pia kwa mochari kulipa, pamoja na gharama ya mazishi. Kwa niaba ya familia, ninaomba uh, mjumbe wetu wa Budalangi constituency Mheshimiwa Rafael Wanzala uh, asimame nasi wakati huu wa majonzi. Hiyo ndiyo tegemeo yangu. Mimi mwenyewe ni mkonje, kama nakonjeka, ndio wananipeleka anga hospitali. Nimesutuka mpaka saa hii nasutuka, naona watu wamekufa wote na tegemeo yangu imeenda. Hata saa hisi mimi hapa, ikasikia mtu anaongea kwa simu ndani ya kanisa, akaniambia unajua, Kodembo amefariki na watoto wake. Iliniuma, imeniuma zaidi kwa sababu ni hao watoto, ni marafiki wangu wa karibu. Wakitoka Nairobi huwa wanakuwa karibu na mimi kabisa.